meanza utekelezaji wa dira hii mpya ya maendeleo ishirini mm hamsini na dira hii mnafahamu, ina msingi mkuu ambao msingi mkuu unahusu utawala, mani, usalama na utulivu, lakini na vipaumbele vyake. Vipaumbele pale viko nne, cha kwanza kabisa ni utawala bora na haki, alafu cha pili, serikali imara za mitaa na ufanisi lakini kipengele kipaumbele cha tatu ni uwajibikaji utumishi wa umma, na kipengele kipa, kipaumbele cha nne ni uh, amani usalama uh, utulivu hey, hayo hivyo ndivyo vipaumbele vya hii msingi uh, mkuu wa dira. Lakini kuna nguzo nguzo ziko tatu na moja, nguzo hizi tatu ni nguzo ya kwanza, i, i, inahusu uchumi imara jumuishi na shindani na mna kiangalia hii haya mashauri haya ambayo sisi leo tunawashirikisha mkakati ambao tunachukua yana ya mchango mkubwa sana katika uchumi na uh, unaposoma ukurasa wa ishirini wa ukurasa wa ishirini na moja nadhani ukurasa wa ishirini na moja wa dira ya Taifa ya ya maendeleo ukurasa wa ishirini na moja anapozungumza juu ya hii nguzo ya kwanza uchumi, tunasoma hapa ukurasa wa ishirini na moja. Uchumi imara jumuishi na shindani. Uchumi imara jumuishi na shindani ni moja ya nguzo kuu ya kujenga taifa lenye ustawi, kwani nguzo hii inafungua fursa za kiuchumi na hivyo kuweka mazingira ya kupunguza umaskini na kuboresha hali ya maisha wananchi wote. Uchumi imara utahakikisha kwamba maendeleo ya kiuchumi yanakuwa na taathira chanya kwa jamii na kuwanufaisha uh, wananchi wote, na katika uh, moja ya vipengele vya huu uchumi imara ni nguzo hii sasa, mazingira ya wezeshi ya biashara na wekezaji, ukurasa wa ishirini na tano wa dira. Uchumi imara na endelevu unategemea kuwepo kwa mazingira mazuri ya kufanya biashara, na mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane Tanzania ilizindua mpango mkakati wa mageuzi ya sheria ya kuboresha mazingira ya biashara nchini. Mpango huu ulilenga kuimarisha ufanisi katika mifumo ya kisheria, kurahisisha mchakato wa, wa usajili na usimamizi wa biashara na kuongeza uwazi na wajibikaji. Vipaumbele vikuu vilikuwa ni kupitia upya sheria na kanuni, kupunguza kodi na ada zisizo na ufanisi na kuboresha uwezo wa taasisi za kudhibiti ili kuzifanya zijielekeze zaidi katika kuchangia ukuaji wa sekta ya biashara badala ya kuweka mkazo katika makusanyo ya mapato pekee. Pamoja na juhudi hizo, changamoto mbalimbali zimeendelea kuyagubika mazingira ya biashara nchini, ikiwemo gharama na muda mkubwa wa usajili na ukosefu wa mitaji. Kikwazo kingine ni urasimu katika utendaji, jambo linaloongeza muda ambao uwekezaji wanachukua kukamilisha taratibu za awali za kuidhinisha biashara na uwekezaji. Aidha, uendeshaji wa biashara umeendelea kuwa na udhibiti uliokithiri ukiathiri utaratibu wa kodi na mapato kwa bidhaa zenye thamani kubwa, migongano ya sera, sheria na kanuni na kuwepo kwa mwingiliano wa majukumu ya taasisi za udhibiti. Swala hili limezifanya biashara kubeba mzigo mkubwa wa kodi ada na ongezeko la gharama kutokana na masharti mengi ya leseni, vyeti na vibali. Ili kushughulikia changamoto hizi, ni lazima kujenga mazingira wezeshi mazingira wezeshi ya kibiashara yatakayochochea ukuaji wa uchumi na kuvutia uwekezaji. Mageuzi haya yanapaswa kurahisisha taratibu, kupunguza vikwazo vya kisheria, kuondoa tozo zisizo na tija na kufungamanisha sera na taasisi ili kuimarisha mazingira ya biashara yenye ushindani na ufanisi. Kwa ujumla, mapinduzi makubwa yanahitajika katika kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, hususani katika kubadilisha sekta ya umma kutoka kuwa mdhibiti kwenda kuwa mwezeshaji wa biashara na uwekezaji. Na katika hii ya mwisho ndio na sisi pia tunaingia pale, na mahakama ina mchango mkubwa kwenye hili swala. Taarifa hii au hotuba kama ilivyo kwenye hotuba ya mheshimiwa jaji kiongozi, imeonyesha na hata athari zinazoweza kuwepo kutokana na hizi fedha kuwa locked somewhere bila kuwa kwenye mzunguko.